Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza bwana huyu. Si mwingine bali ni msanii kutoka pande za Kenya. Ameelezea mambo mazito kweli kweli kuhusiana na plan ambazo yuko nazo e, kuhusiana na ndoa yake. Huyu bwana anafahamika kwa jina la Bahati, amemzungumzia Diamond Platnumz. Tunafahamu e, kwamba Bahati bwana ni moja kati ya TikToker ambao, au Instagram, au Instagram social media influencer ambaye anafanya vizuri sana pande hizo za Kenya. Sasa Bahati kutoka Kenya tunafahamu akiwa alikuwa ni msanii wa Injili, then akaja kwenye upande wa mziki wa kawaida eh, and then baada ya hapo ni kwamba tumemwona pia vilevile vile, Bahati sasa hivi amebezi zaidi katika upande wa content creation, yani amekuwa ni content creator eh, maana ukipita katika peji zake za mitandao ya kijamii kama vile Instagram na TikTok, hata YouTube vile vilevile utakuta kumechangamka kweli kweli kutokana na kwamba content content ambazo anazozitengeneza zimekuwa zikiwafurahisha watu wengi sana huko mitandaoni. do, the... Sasa kutokana na hilo bwana, jambo ambalo limehappen hivi karibuni ni kwamba Bahati amefanya interview, na katika interview ambayo ameifanya hivi karibuni yani recently ni kwamba Bahati bwana, ameelezea mambo kadhaa ambayo yameonekana wazi kabisa ni moja kati ya vitu ambavyo vinaonyesha jinsi gani ambavyo amedhamiria kwelikweli jambo la kumchukua Diamond Platnumz na kuwa moja kati ya wa washehereshaji katika sherehe ambazo amezipanga au ameplani kuzifanya hivi karibuni. Na hili ni jambo ambalo linawezekana kwa sababu tunajua kabisa kwamba Bahati yuko na influence. Bahati ni maarufu huko Kenya. Bahati ni mtu ambaye yuko na fedha lakini pia vile vile kikubwa zaidi ni kwamba amekuwa na ushirikiano mzuri sana na Watanzania. Kwa hiyo suala la Bahati kusema kwamba anataka amwite Diamond Platnumz katika anniversary au katika harusi zake za ndoa na mkewe, basi katika sherehe za harusi au katika sherehe za kwake na mkewe, ni jambo ambalo akiamua kweli kulifanya linawezekana. So kuna hii interview ambayo bahati amefanya, lakini ukiachana na interview pia vile vile tumeona page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hilo swala ambalo bahati amelizungumza. Kwa mfano, hapa kuna page ambayo uh, imeposti hii ni page kutoka Kenya. Uko ameandika kwamba bahati promised to invite Diamond Platnumz to his 10 days 10 uh, day wedding celebration to take notes Maana yake ni kwamba Bahati bwana msanii huyo kutoka Kenya ame, ameahidi kwamba atamwalika Diamond Platinumz katika harusi yake ambayo itachukua siku kumi yani, siku kumi mfululizo itakuwa ni harusi back to back, ni sherehe za harusi yake yeye na mkewe, na atamwalika Diamond kwa ajili tu ya kwamba Diamond aende pale aweze kujifunza kitu kutoka katika harusi yake hiyo, au kutoka katika hiyo sherehe ambayo ataifanya ya harusi yake na mkewe. lakini pia vile vile hapa, bwana, tumeona wamekuja kuelezea zaidi hapa katika, ka, katika, katika caption hapa chini page hii kutoka Kenya, imeandikwa kwamba Kenyan singer Bahati has revealed his plans to invite Tanzanian superstar Diamond Platnumz to his upcoming wedding wanamaanisha kwamba e, Wakenya bwana hapa amegonga yai. Wanakuambia kwamba maana yake kwa Kiswahili ni kwamba e, bwana msanii au mwimbaji e, Bahati kutoka Kenya ameelezea kuhusiana na mipango yake ya kumwalika Diamond Platnumz e, superstar kutoka Tanzania, katika ndoa yake au katika celebration, au katika harusi yake ambayo inatarajiwa kufanyika hivi karibuni. Wakaendelea kusema kwamba, according to Bahati he wants Diamond to attend so he can learn And take notes from the grand event akiwa anamaanisha kwamba e, bwana Bahati kwa mujibu alichokizungumza ni kwamba anataka kumwalika Diamond ili ajifunze vitu e, iwe kama darasa kwake, e, katika harusi yake hiyo kubwa au katika hiyo sherehe yake kubwa pia kuishia hapo akaendelea kusema kwamba the singer father disclosed that his wedding ceremony will last for 10 days consecutively uh, consecutive days promising fans uh, an uncon unforgettable celebration filled uh, with music glamour and uh, special guests uh, maana yake hapo, bwana, wanamaanisha kwamba e, Bahati akaendelea kuzungumza zaidi na kutoboa siri kwamba ndoa yake ita itadumu kwa muda wa siku kumi mfululizo, lakini pia vile vile wame, ameahidi pia vile vile kwamba itakuwa ni unforgettable, yani haitosaulika, yani ni sherehe ambayo haita saulika, unforgettable celebration uh, filled with music glamour and special and special guests, akiwa namaanisha kwamba itakuwa imefana zaidi, ikiwa imejaliwa na music music, yani muziki uh. Vile vile kutakuwa kuna uh, unyamwezi bila kusahau uh, wageni waalikwa special guests lakini wameendelea hapa pia kusema kwamba Bahati bold announcement has sparked excitement online. Kitu ambacho amekizungumza Bahati ni kwamba kimeibua hisia za watu wengi sana mitandaoni with many eagerly waiting to see how the star-studded wedding will unfold, akiwa anamaanisha kwamba watu wengi sana wanasubiri waone kwamba hiyo ndoa itakuja kuwa vipi ya namna gani ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hiyo ni kwa upande wa Kenya wenyewe walivyokuja kuripoti kuhusiana na hicho kitu ambacho Bahati amekisema kwamba atamwalika Diamond ajifunze kitu katika ndoa yake ambayo itadumu katika sherehe za ndoa yake ambazo zitadumu kwa muda wa siku kumi mfululizo. Lakini pia vilevile huku Bongo pia kuna peji mbalimbali nazo na zimekuja kuripoti kuhusiana na the same story wakiwa wameandika kwamba harusi ni siku kumi na yeye Diamond atakuwepo alafu hapa chini wakaandika kwamba bwana star wa muziki kutoka Kenya, amefunguka kuwa harusi yake ambayo itafanyika hivi karibuni atatumia siku kumi, ambapo media uh, ambapo amedai kwamba atafundisha atawafundisha watu wadabu juksi, aliyetumia siku nyingi kwenye harusi yake na Priscilla. Aidha, pia vile vile uh, star huyo au msanii huyo kutoka Kenya amedai kwamba Diamond Platnumz anataka aalikwe au, au au kusimamia moja kati ya harusi yake na pia vile vile kuna vitu anataka amwalike ajifunze. Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kwa mujibu wa Bahati amezungumza hivyo, ame reveal hayo katika ukurasa wake wa Instagram, lakini pia vilevile vile katika interview ambazo amezifanya hivi karibuni. Kwa hiyo, at the end of the day bwana, ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update